Walimwengu, nisikilizeni kwa makini. Sitokuwa nanyi kwa muda mrefu. Walio dhaifu miongoni mwenu walisheni kile mnachokula nyinyi, wavalisheni kama mnachokivaa nyinyi. Mtakutana na Mola wenu naye atawaita kwa ajili ya hisabu ya mlioyafanya. Na wale waliopo hii leo wawape onyo hili ambao hawapo. Nyinyi wote ni wanadamu na mbora wenu ni yule mwenye kumcha Allah subhanahu wa taala. Zingatieni hasa haya ninayowaeleza, ondoeni tofauti baina yenu. Lazima mjue kila mwislamu ni ndugu kwa mwislamu mwenzake na waislamu wote ni ndugu. Baina ya mwislamu hakuna ubaguzi wa rangi wala kabila, na usichukue chochote kwa ndugu yako isipokuwa alichokupa. usidhulumu wala usidhulumiwe. O umma wangu, mimi si kitu kingine ila ni binadamu kama nyinyi, na malaika wa mauti atanitembelea hivi karibuni na umauti utanichukua, ila nimewaachia kitabu nilichoteremshiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kitabu hicho ni Qur'ani, ambayo ni nuru na mwongozo.